Nakupenda sana Zawadi. Mimi nina mashamba, nipo tayari kuuza hata moja ili nikulizishe Zawadi. Zawadi, mimi nakupenda, naomba unikubalie. Zawadi, naumia sana kwa ajili yako. Zawadi, moyo wangu unateseka, naomba unionee huruma. Zawadi, nipe muda, maana na mimi nina wazazi wangu na kaka zangu, dada zangu. Nitawaambia, kama watakubali, nitakuja mkupatie jibu sawa, Zawadi. Zawadi, isitoshe nina barua yako, nitakuletea, nina barua yangu, sawa so. <laughs> cha Makombe, kuna mambo. Hivi umeona mwanangu, anasha ana kitu cha Kibrazili. Mwanangu, hebu ah, e, nini siri ya mafanikio ndugu yangu? au kwa sababu mkataba choo kimemalizika nini? Mwanangu, siri ya mafanikio yua yua nini? Nasema ni kupambana mwanangu. Na ukipambana Fresh, Mungu anabless naisha anaenda, mm. Mm. Mm. Mm. Ila asikia maana sisi tunapambana. Mimi na pikipiki yangu haujiwe oh, so poa mwanangu mm. Mm. Uh, mm. Mm. Na miaka mitatu mpaka sasa hivi, lakini nataka kadada mbili hizi, kuna baadhi ya vitu nataka upunguze mwanangu mm. Nini hiyo oh, tena? Starehe, punguza starehe. Ila kweli unasemaje shehe? Ongea hapo ndio ujue. Kama nini? Unaambia ni kitu mm.

Njo njo kwanza njo njo. Yangi boy vipi? Unajua mwanangu utakuja kuleta matatizo umesikia? Kwani shida nini? Utakuja kuleta matatizo mimi nakwambia. Hapa kijini umekuja umetukuta. Jamani, umesikia? Yaani mkwara kuronga kwamba ukija hapa ukamtukuta. Hata mimi mwenyewe naelewa. Kuronga umesema? Porongaze? Hata sijui. Wewe yangi boy vipi? Yaani nakwambia mnyange. Huyu tusipokuwa naye makini huyu. Yule binti umemkuta hapa kijini kazaliwa hapa hapa. Namjua vizuri mimi. Alafu acha kumsinichi mwenzako. Unajua yule anatembea na nani? Ujui, yule ni mchumba wake nani? Mwenzako anataka kumtolea barua. Nani nani? Nani? Umjui? Nani? Tuambie nani? Nani? Nani? Elekeze. We Gifti nakwambia kweli, Gifti achana naye. Au Zawadi achana naye. Nimekwambia, au Fete achana naye. Kama kama Mudi mimi rafiki yangu. Mudi, Mudi hata kama ni rafiki yako lakini unajua acha kumsirechi mwenzako. Jamani, Mudi mda wote. Nakwambia, nakwambia yule ni mchumba wangu. Sasa sikiliza. Umbea wako uliopeleka naenda kumwambia.

tuendelee na nini, bwana wewe?

Umesikia? Yaani, Karanga anaenda, nimemkuta pale kijiweni amekaa na vijana anazungumza. Mi Karanga navyomwona, unajua anakutaka yule eh. Karanga huyo huyo, namjua wewe, huyu namjua mimi au mwingine? Mi ndo naekwambia Karanga huyu karanga sisi tunazita karanga za kutafuna, yeye anajiita jina huyo huyo karanga. Haina shida, sawa. Nimekwambiaje? Nimekwambiaje? Yaani, Mudi anakupenda. Umesikia, Muda anakupenda. Sao? Kabisa, muda sawa? Ndio lakini, lakini, lakini nachokwambia kingine yani uwe makini sana na karanga, umenielewa yani, uwe makini wewe. muda anakupenda, yani, anakupenda. Karanga zile e, e. Karanga. Karanga. Karanga karanga za kutafuna yeye anajitaji jina na mwenzako Hiyo. Niache. Lakini nguo zangu ni chafu. Haya, unajua bwana Mudi, Mudi ni rafiki yangu sana, lakini sasa ana na mambo ya ajabu ajabu. Ni jana hapa kaja akaita umbe umbe wake ila kwa sababu mimi Mudi rafiki yangu mimi, namweza eh. Sasa ngoja mimi, unajua huko kijijini si ndo maisha yetu hapa, usione ila wambea wako bado